Asante sana Jenny, asante sana. Unajisikiaje Vice? Ah, kwa kweli tunamshukuru Mungu alhamdulillah. Mchezo um, wetu wa kwanza na ni mchezo wa kihistoria Yanga, hatujawahi kushiriki mashindano haya kwa hivi karibuni, tukapata ushindi katika mchezo wa mwanzo wa msimu. Kwa hiyo ni jambo kubwa, tunashukuru na asante sana Zanzibar. Ni mchezaji mkubwa Dube, anaelewa jukumu lake, anaelewa anachotakiwa kukifanya kwa timu. Kufunga ni sehemu moja ya mchezo kama mchezaji eh, kazi kubwa anaifanya kuisaidia timu kupata matokeo. Leo amefunga ni bonus uh, kwake, ni faida kwa timu kwao. Tunampongeza, aendelee kuwa mvumilivu, aendelee kupambana, na tunaomjua Dube, tunaamini ana makubwa na ifanyia timu hii. Na ushindi huu wa leo una maana gani kwenye michuano ya CAF? Kundi letu ni gumu sana. Uh, kupata alama tatu mchezo wetu wa kwanza ni jambo kubwa, ni jambo ambalo linatuupa hamasa katika mchezo wetu unaofuata tunaokwenda kucheza nchini Algeria, katika michezo mingine ambayo tutacheza hapa New Amani Complex, uh, kuzidi kupata nguvu, uh, kuwa timu itakayokwenda hatua zinazofuata za robo fainali. Lakini kwa kweli Zanzibar imeitendea haki Yanga. Kabla kuingia katika huu mchezo wa leo, ni kitu gani ambacho kiongozi mliwaambia wachezaji? Tuliwaambia kwamba wao ndio wana uwezo wa kuandika historia ya maisha yao na wana uwezo wa kuiandikia historia kubwa sana ya Yanga na leo wameanza kuiandika historia hii. Nashamani pia kusikia maoni yako baada ya uh, mshambuliaji Clement Mzize kushinda goli bora la mwaka. Uh, amestahiki kwa sababu Clement ni bado kijana mdogo anajituma sana, kwa hiyo mimi nimpongeze eh, kama mshabiki wake, ni kama kiongozi wake kwa sababu anafanya vizuri sana e, tulisikia hapo kati kwamba kuna timu zinamtaka, lakini hazikumtaka kwa bahati mbaya, zilimtaka kwa sababu ya uwezo wake, na ndio maana tunaendelea kumbakisha Yanga. Tumemshughulikia kijana, tunamtibu ili aweze kuwa mkali na mzuri zaidi ya hapa. Asante sana kiongozi na kila la heri.